Leo nitakuelekeza namna ya kutengeneza picha ya pasipoti kutumia simu yako. Kwa unachotakiwa unatakiwa una picha yako ambayo sura inaonekana vizuri kabisa. Haijalishi na background gani. Kwa hiyo cha muhimu ni una picha nzuri ambayo sura yako inaonekana vizuri. Baada ya hapo utafuata maelekezo. Tafungua browser yako yoyote, kwa mfano, mimi hapa natumia Opera Mini. Tafungua browser yangu ya Opera Mini. Kishafungua nitasearch hapa cut out pro. Katika browser yako utasearch cut out pro, ndipo itafunguka kama inavyoonekana hapa kwangu. Kishafunguka like hivyo, utachagua passport photo maker, kama passport photo maker kama inavyoonekana hapa Aya, nikisha click itaniletea kama hivi pia itakuletea hivi. Utabofya hapa juu da dash tatu alafu mwisho, sign in alafu mwisho uh, sign in, utachagua pa sign up, kisha utachagua kisha utabofya alama ya, ya Google kwa ajili ya kuchagua account ya sign up account ya Gmail. Baada hapo utachagua account yako ya Gmail. Kliki kama nimechagua akaunti yangu hapa, utaweka continue. Utakuwa tayari ushatengeneza akaunti yako kama inavyoonekana hapa, akaunti yangu juu katika maandishi mekundu. Baada hapo sasa nitabofi upload image kwa ajili ya kuupload picha yangu ambayo nataka kutengeneza passport. Sasa idiya picha, nitabofi hapa media ya picha kwa ajili ya kunipeleka kwenye kuni mafaili kuitafuta hiyo picha, hivyo moja kwa moja zitafunguka picha nyingi, lakini mi picha yangu nimehifadhi, nimehifadhi katika uh, faili manager. Kwa picha yako itachagua ya hapo. Lami picha yangu ipo huko kwenye faili manager, nitaenda kuitafuta moja kwa moja, nitatafuta picha yangu. Aya, kama unavyoona ni picha za kawaida tu. Hi picha yangu ndio hii, nilipiga selfie ani tukaona moja kwa moja jinsi picha hii itabadilishwa kwa passport. Ukisha click hapo toka upload picha yako, tasubili naendelea ku process kama hiyo. Picha yangu ndio hiyo picha original. Haya, kipengele cha kwanza custom size, ichi kipengele nitachagua wagamia kwa Tanzania ni mia nne kwa mia nne hamsini dimension yake hiyo waga mia nne kwa mia nne hamsini ya, ya, ya photo specification utachana napo utaingia kwenye pepe paper, paper size a idadi ya picha kama ntaka picha moja ntabofi ya kwanza pale video. Or single photo. picha sita ya pili Haya. picha ziwe nane ntachagua ya, ya tatu kwao utachagua kulingana na idadi ya picha unayotaka, ila mimi nataka picha moja hapa. Kwa ya, ya kwanza imeandikwa individual single photo, nitachagua nataka itoke picha moja. Baada hapo, nitakwenda shambaza kipengele cha kwanza, nitasogea kipengele cha pili hapa, cha rangi cha katikati. Hiki kipengele kinaonyesha background ya nyuma. Mara nyingi kwa Tanzania hapa tunatumia background ya blue hasa wanaume. Kwa kama ukiwa mwanamke unaweza kutumia nyekundu, lakini blue ndio inatumika sana. The most used wa Tanzania. Kwa nitachagua blue kama ilivyo kawaida, Background ya blue. Back hapo nitakuwa kwenye kipengele cha rangi cha rangi, nimeshamaliza nitaenda cha mwisho kimechora shati hichi hapa sasa nikuonesha muonekano wa t-shirt yako hiyo au shati yako kuna vipengele hapa, ni kwa wanaume hapa, pia kwa wanawake, wanakuonyesha kabisa mavazi ya kuchagua. Pia kuna watoto kama paspoti yako nataka kumtengenezea mtoto wako. E, kwa kwa mimi ni mwanaume, nitabofia kwenye mens. Baada hapo, nataka shati nyeupe, ntachagua shati yangu fani nyeupe. Kwa mfano hapa nachagua hii ina prosesi ndio, tayari shakamilika. Kama unavyoona imeshaondoa shati langu na nimewekea shati hilo. Ukimaliza hapo utabofya download hapo sekunde. Ukimaliza hapo utaitoa kushinda ku download kama hivi, nitadownload picha yangu ilikaye ya kwenye simu sasa. Kwa hiyo baada hapo picha yangu ndio imeshakamilika, yupo tayari, nitaenda stesionali kwa ajili ya kuiprint Ksisaa kusubscribe na mchongo wangu wa leo, nilamaa kushana nyini jinsi ya kutengeneza passport size kwa kutumia simu yako. Asanteni sana.